Ndugu zangu waandishi wa habari wa pia, katika kipindi hiki, bila shaka sote tunaelewa kwamba tumebakiza takribani wiki mbili na kitu vivi, kuelekea siku ya kupiga kura tarehe 29 mwezi wa kumi. zimebaki siku chache, na kipindi hiki kama ambavyo mnafahamu bado tupo katika kipindi cha kampeni vyama mbalimbali vinaendelea kufanya kampeni katika wilaya amini katika majimbo mbalimbali mbali ya uchaguzi. Tunachukua nafasi hii kuwakumbusha wakazi wote wa mkoa wa Mwanza wanaopenda kwenda kwenye mikutano hiyo ya kampeni ya udiwane, kwa ngazi ya udiwani, kwa ngazi ya ubunge, kwa ngazi hata ya rais, waende kule wasikilize sera zinazotolewa na viongozi mbalimbali mbali wa kisiasa. Jeshi la polisi limeendelea kulinda mikutano yote ya kampeni kwa lengo la kuhakikisha kwamba hakuna vurugu, hakuna uvunjifu wowote wa amani katika mikutano hiyo. Kwa hiyo wananchi wajitokeze kwa wingi pasipokuwa na hofu ya aina yoyote kwenda kushiriki haki yao ya kusikiliza sera mbalimbali mbali kutoka sisi jeshi la polisi tumeendelea kujipanga vizuri, mikutano hiyo inayo ulinzi wa kutosha wa askari fasi wa jeshi la polisi pia. Nichukue nafasi hii washukuru wa wananchi wote wa mkoa wa Mwanza ambao tangu kampeni zimeanza wameendelea kuwa watulivu katika mikutano ya kampeni na kutuwezesha sisi jeshi la polisi kufanya kazi yetu kwa urahisi ya kuleta amani katika mikutano. Hali kadhalika kwa sababu tarehe ishirini na tisa ndio hivyo iko karibu. Mimi kamanda wa polisi wa mkoa Mwanza, kwa niaba ya askari maafisa, kwa niaba ya jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, tunachukua nafasi hii kuwambia kazi wote wa mkoa wa Mwanza, siku ya kupiga kura ikifika, waende watimize haki yao ya kidemokrasia. Jeshi la polisi limeweka mpango mimizuri ya kiulinzi mizu kuhakikisha kwamba kila kituo cha kupigia kuna kimamizo doria za kutosha katika mitaa yote. Mipango imeshaandaliwa tayari, wananchi waende watumize haki yao ya kidemokrasia, na sisi jeshi la polisi tumejipanga ipasavyo kutimiza wajibu wetu, kuhakikisha kwamba siku hiyo na siku nyingine zote zinaendelea kuwa za amani, kunaendelea kuwa na utulivu wa hali